Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uh, tushafungua mwadhini na tushafuturu kidogo, ndio maana tumepata nguvu ya kupangapanga panga vitu mpaka uwe na nguvu ya kupanga vitu. Alhamdulillah, nafikiri mnaona, vitu ndo kama hizi tena, mambo ni yale yale ambayo yamepangwa, amepangwa vile, vile nafikiri mnaona hapa, kuna hii ya bajia za Kihindi, kuna haya majani, kuna hizi makoronya, kuna nini maharagwe kuna mchele kuna sukari pia inapimwa sahi, kuna spaghetti ni hapa, kuna hamira kuna kribiti kuna maziwa kuna unga sima kuna unga ngano wa dola. Hizi vitu vya dola ndio hizo ambazo tunachukua. Kuna cowboy cowboy hiyo, wakati ule tumetia nusu nusu zikaa mbili, safari hii kilo moja tumeka moja tu, inshallah na chumbi yake, alhamdulillah. Kwa hivyo vitu ni hizo, tumeanza kupanga panga tuzitenda na magunia, ndio tuanze kupanga ile iftar program round 2, ndio tunaanza kuiseti leo. Kwa hivyo insha allah, dua zenu. Na Allah awabariki kwa nyote mliotoa, Allah awalipe kwa hiki mlichotoa. Shukran.